Hata mwingine nikamwambia, wewe, umekuwa serikalini miaka hamsini, barabara ya kwako bado ni ya vumbi. Wewe utapata akili gani ya kupanga barabara ya Wakenya kama barabara ya kwenda kwako ni ya matope na vumbi? Huyo ni mtu ako na akili? Ati amejaribu kunijibu ati amesema ati sio 50 years ati ni 40 years. Sasa nimuulize <laughs> My friend sasa, kwani 40 years ni siku mbili? Unahitaji miaka ngapi? My friend, 40 years hujafanya. Unahitaji miaka ngapi ndio upange barabara ya kwenda kwako kabla hujakuja kushughulika na mambo ya Wakenya? Please jaribu kushughulika na mambo ya barabara kidogo ya kwenda kwako. Ati alijaribu kunijibu tena, ati akasema ati yeye ndiye alilaunch barabara ya kutoka Kibwezi mpaka sijui inaenda Mbondoni. Hiyo barabara mimi nataka nimwambie huyo mjamaa hiyo, hiyo barabara, tafuta wajinga. Wajinga waliisha Kenya. Hiyo barabara sio wewe ulitengeneza hiyo barabara ni mimi na Uhuru Kenyatta tulitengeneza wakati tulichukua serikali, and and we have the facts, and we have have the the facts evidence wewe tafuta Wakenya wa kudanganya. Akili ya kupanga mambo ya barabara, I am afraid hey, itakuchukua muda kidogo ndio uweze kufikia hapo. Wale majamaa nimewaambia kabla hamujajaribu kushindana na mimi, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni maono, tafuteni plan ndio mkuje tushindane. Kwa sasa wale majamaa watakuja lodwa, hakuna kitu watawaeleza, watawaambia tu mambo matatu Watawaambia kasongo one time must go. Hiyo ni sera ambayo inaweza kubadilisha dunia ya Kenya kweli? Hiyo ni ujinga ama si ujinga? Ni ukumbavu ama si ukumbavu? Mimi nawaambia wale majamaa, please my friends, hakuna nchi itaongozwa na watu ambao hawana ajenda na mpango na sera.